Na habari za wakati huu, mpenzi wafuatiliaji wa tiba asilia ya hakika. Tumekosana kwa kipindi kidogo, yote kwa sababu ya harakati za hapa na pale, lakini si mbaya midhari, baadhi ya nyakati tunakumbukana, tuna ni jambo la la kushukuru. Ni imani yangu kwamba nyote ni wazima, kadhalika nami ni mzima kama mnionavyo. Jana tulimgusagusa kidogo mnyama ngamia, lakini leo nikasema niendelee kidogo na kuwajuza tena zaidi juu ya mnyama huyo ngamia, faida zake. Tulizungumzia masala ya mvuto. Katika mambo ya mvuto, tulisema tunatumia mafuta ya ngamia, lakini pamoja na mafuta ya ngamia utachanganya na mafuta ya nyangumi kidogo. Hayo mafuta ya nyangumi tuliyazungumza kipindi cha nyuma, namna gani anavyoingia kwenye mvuto. Kwa hiyo kupata mafuta ya ngamia, pata mafuta ya nyangumi, Mungu akikujalia kama unapata pia na, na ngozi ya ngamia, kut... lakini hivi vitu vya ngamia vipatikane katika katika jamii ambayo yenye mshangao, yaani anapochinjwa mnyama huyu watu wawe wenye kujaa na kushangaa lile tukio zima la la uchinjwaji wake kwa hiyo pale unachokwenda kukipata ni, ni ule mstuko wa watu walivyokuwa wakimshangaa mnyama yule. Kwa hiyo vitu vyake mnyama huyo wakati wa tukio hilo ndo vitakuwa dawa nzuri sana ya masala ya kimvuto, kama alivyokuwa kijaliwa na watu na kushangaa, kushangaliwa na watu katika tukio zima la uchinjaji wake, basi vitu vyake vitakuwa ni mvuto wa kuweza kuvuta watu na kustua watu katika aidha biashara yako au kwa mwenye mwili wako hivu, Kwa hiyo hivi unaweza kaviandaa kwa ajili ya kuchanjia katika mwili wako au ukaviandaa kwa ajili ya kuweka katika biashara yako, namna ya uandaaji wake.